Uwepo wetu hapa siku ya leo, ushiriki wa kila mmoja siku ya leo, tukiwa tumetulia, ni kwa sababu taifa letu lina amani na utulivu, na ndio maana nasema bila kujificha, yako mambo tutayazungumza uwani, lakini ninapokuja swala la amani, tutalizungumza bayana bila kificho, bila kificho. Na mimi ndio maana nimekuwa nikimpongeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anafanya kazi nzuri sana. Na, natambua hata wale wachochezi wacho, wacho wa amani si wana Dar es Salaam wana Dar es Salaam, wanajitambua, ni wachapakazi, wanafanya kazi kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo wale wanaokuja kuvuruga amani mkuu wa mkoa washughulikie, bila kuachia. Ni lazima tuilinde amani ya nchi yetu na wale wanaohoji wanasema sasa waziri huyu anazungumziaje masuala ya amani? Nataka niwaambie mimi ndio waziri wa nchi, ofisi ya rais TAMISEMI. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mamlaka zote za serikali za mitaa ziko chini yangu. Wakuu wa mikoa wakiwa chini ya mamlaka hizi, ni wasaidizi wangu, wasaidizi wa mheshimiwa rais na hawa ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na za wilaya kwenye maeneo yao, na mimi ndio waziri wao. Asa ndo nimekaje pembeni hapa? Nimekwisha sema, nilisema kule Mbeya na hapa narudia, linapokuja suala la amani, hatutazungumza kwa kujificha. Taifa hili limefika hapa tulipo kwa sababu wazee wetu walifanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili na sisi vijana hii wa karne hii tunawaambia Watanzania, tutailinda amani ya nchi hii kwa nguvu zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Na ndio sababu leo hii wazee wametulia. Inapotokea machafuko ya aina yoyote hapa, machafuko hayo hayataangalia huyu ni mzee, hayataangalia huyu ni mama, hayataangalia huyu ni mtoto hayataangalia huyu ni kiongozi wa dini, hayataangalia kijana. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa Tanzania kuilinda amani hii kwa nguvu zetu zote. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo, mkuu wa mkoa endelea kuchapa kazi.